Naam, karibu sana wanamichezo, tuzungumze michezo na burudani. Mimi niko hapa Mwembe Yanga kwa kupasha wewe mambo mbalimbali yanayokuwa mbali yakihusiana na michezo na burudani. Sogea hapa tuzungumze michezo na burudani ndani ya Chapesa Media. Kama bado hujasubscribe fanya hivyo kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani kutoka Mwembe Yanga. Mimi nipo na madevu wa Young Africans. Bana, upo? Eh bwana, ndugu yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu kumekucha ndugu yangu. Uko poa? Ah, Mungu ni mwema. Niko safi kabisa kiafya, namshukuru Mwenyezi Mungu kumekucha kwangu. Mimi ukiniambia ni shekhe kwa umri huu, shekhe sijafikia, eh. ili elmu kidogo ninayo, hili ni vazi, hili ni vazi. Eh -eh. na kwa nini vazi hili sisi upande wa Waislamu tunavaa siku ya Ijumaa sana, ndio mavazi aliopendekezwa kuvaa kwa sisi wanaume Kanzu ndio bora, kwa hiyo mm, umri wangu haujafikisha kwenye kuitwa sheikh, sababu bado kijana, lakini vazi hili najua. Leo ni siku ya Ijumaa, ikifika saa sita tu tutakwa tuingie msikitini, tukasikie hutuba saa saba, tuna swali mm, ndio tunatarajika tena kutafuta riziki, ndugu yangu mm, mm. Young Africans imecheza juzi, umeona, anaanza na clean sheet ndani ya msimu mwaka 2024-2025. 20 Yani, ukimzungumzia okay, digi Diara, mimi hata huu um, msimu ulioisha kwa vigezo tu wanavyochukua kwamba ukiwa na clean sheet nyingi ndio golikipa bora, lakini Diara kwenye nchi toka tue bado anakuwa ni golikipa bora sana. Yanga hatujawahi ya kumpata golikipa kama huyu, amini maneno yangu, ndugu yangu, wamepita magori... tunawaheshimu waliopita Yanga wote wamefanya vizuri lakini huyu bwana ni goli kipa wa kisasa mno, yaani Diara ukiwa naye pale nyuma, ukipiga mpira huna pressure. Unajua mali itapoa na itapigwa pasi. Na yule bwana tunasikia historia yake, alikuwa namba sita. Ni ukweli, wanasema alikuwa anacheza dimba la kati pale kama namba sita. Kwa hiyo na maana yule ukikaa naye golini, yeye ni kama namba sita maana hata mzee wangu hapa, mzee Jafari Marinya alikuwa anamika kwamba kwenye box la wapinzani unakuta hakuna watu kmagikiatama mai eh? Lakini kama golikipa hizo tu upande wa pili press tu, tu mikononi, wanajijua katupa Katupa. Eh? katupa Yeah, tarehe kumi yeah, na sita mwenzie kapigiwa zile tatu za hapa na hapa kaficha ee, yeah. kichosababisha kale kashuti akaachia watu wafunge ni kitu gani maxi mpira ule kababatizia kwenye beki mm, wa Simba ilikuwa kapombe, nani huyu, mpira umeenda hauna nguvu, akaupangua Pacome, akamwambia maeneo haya tena mimi utaona mbaya. Kwa hiyo wasilalamike na marefarii, wasilalamike na nini, timu yao bado unajua huu mpira ni kitu ambacho kinachoonekana. Hata jana wamepata matokeo, unawapongeza kwamba siku zote mchezo ni kupata matokeo mazuri, lakini ukisema kwamba ile Simba sijui mimi naona Simba hata msimu ulioisha ni bora kushinda hata hii Simba eh? msimu ulioisha huu ni bora kushinda hata Simba ya e msimu ulioisha ni bora kushinda hata Simba hii eh, bwana, mmeshinda goli tatu bila dhidi hmm. ya Pamba, lakini afisa habari wa klabu ya Pamba alisema ya kwamba nendeni mkatafute kocha, hamna kocha bado. Kwanza nimwambie afisa habari wa Pamba Jiji, yeye kama akatumwa huyu aliyomtuma, mwambie kakosea sana brother. Mimi nimewafuatilia makocha waliopita Yanga misimu hii minne mitano. Huyu kocha ana mbinu, huyu kocha tuliokuwa naye sasa hivi ana mbinu kali sana mbinu. Tena ukiangalia mechi zote ambazo sisi Yanga tulikuwa tumeshikwa kaja kuziamua kimbinu zake. Mfano mechi ya dabi, mechi ya dabi Simba kipindi cha kwanza walitutawala, walikuwa wanapiga mpira, lakini kipindi cha pili kanyenyua mtu huyu, wewe nataka ukafanye kile, na kinafanyika. Hata mechi ya pamba juzi, mashabiki tulikuwa tunalalamika, kwa nini ikouma, hapangwi Boeli, hapangwi huyu nani, hapangwi nani? Kawapanga wachezaji, tumeona wachezaji wetu Alafu kutoka pale kasema jamani sasa nataka matokeo. Kati ya mashine zake tatu shughuli imeenda kuisha. Wewe unataka kocha wa aina gani? Huyo Pamba anasema juzi walikuwa wanatafuta hata sare ili hawa sasa hivi wakina mzee Marinho wakina Mnandi wakae waseme GSM walikuwa na idhamini ndio maana walikuwa wanawafunga. Hivi hicho kitu hoja kisoma msimu huu. Sisi tushamwambia tajiri wetu. Timu yoyote ambayo inaona kama yeye sisi tukiwafunga, labda kwa sababu wao wapa ufadhili. Waache. Tutapiga hao na huyo mwenyewe ambaye hujamdhamini wewe, tutapiga wote, mimi nakwambia. Tutapiga wale waliofadhiliwa uh -huh. na GSM na wasiofadhiliwa nao wa ndani wamo uh -huh. Kuna mtu tumemkanyaga mara sita hapa uh -huh. Yeye kadhaminiwa na JSM, anashindwa nini kutafuta hata sare mechi sita mfululizo? Lazima uwasifu management ya Yanga, lazima uwasifu scout wa ya Yanga, wanaleta wachezaji bora hicho uh -huh. kitu wangekubali timu yao angejenga vizuri yeah. Lakini kwa sababu hawataki kukubali yeah. Wao wanaona sisi bado ni timu ya siasa kama wenyewe wanavyodai yeah. Tutaendelea kuwapiga sana brother, watano umeona jana. Hey, mtani jana nimemwona yeah. Kacheza vizuri kapata matokeo yeah. E, umenipata yeah. Lakini hiki kitu kiangaliwe sana hiki yeah. Kitu, kitu hiki yeah. Bodi yeah. ya ligi TFF, kuweni makini yeah. Mimi nawakumbusha mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kama, kama, kama sikosei, Simba alienda Kagera Kaitaba. Kufika Simba, wachezaji wanne wakawa na tumbo, wanaharisha mechi kaahirishwa. Ah, watoto toka wiki iliyopita wanaambia kabisa bodi ya ligi, sisi tuna shida, tuangalizieni wachezaji wetu, sio wana shida, tuna watu kumi na mbili. Hizi timu sio jiweza, basi wao waziache maana hujiwezi, weka kima timu yako ili. Je, ligi kuu lazima uwe na kima kwenye akaunti yako kisipungue hiki, ili watu waje. Mchezaji anadondoka. Uwanjani walikuwa wangapi? Anamalizia. Mchezaji anadondoka, mwamuzi anamfuata bwana usiumie bwana. Mechi itaharibika kule kwenye benchi, unaona hakuna kitu. Brother sisi tungekuwa sisi Yanga, mechi ya jana tungeomba bodi ya ligi wairushe. Yule mtoto atupe akishakamilika. Lakini hao wenzetu hata mwaka jana Fountain Gate hawana Simba. Kama unakumbuka sakata lao la msimu jana ulioisha. Walienda Ruangwa mama akambiwa amefungiwa, mama akambiwa arudi ndio mcheza na Simba. Wakaja wakachukua miche minne. Hiki kitu wanatakiwa bodi ya ligi na TFF wakiangalia na hata viongozi wa hivi vilabu. Jamani timu mwaka jana imenusurika kushuka daraja. Msimu huu timu imebaki. Vitu kama hivyo mnaweka ma... waliweka mashindano wale kwa wale walikuwa na timu kama tano wanashindana. Kumbe wana shida ndani ya klabu. Hii ni aibu kwenye nchi. Leo tu... wenzetu wanaangalia ligi yetu Simba anacheza na mpinzani wako 12. Fedha. Sasa si wameanza wote wameenea. Ukiangalia bechi la Simba limeshiba. Kocha na mwani nyanyue nani? Huku sabu hamna. Huku sabu hamna. Na ukitaka kujua Simba timu wana wale watu walivyokuwa vile ndio walokutana na sisi wananchi wiki. Tena tuna relax. Wameshindwa magoli yao ndio yale ya SPSS Simba brother. Sasa mimi nakwambia, mimi mtu wa mpira, na hii najua nawafunua viongozi wa Simba akili na mashabiki. Simba namba nane hawana, namba kumi hawana. Hiyo ndio shida ya Simba. Wakija kuwapata hao wa watu. Simba itakuwa timu moja hatari kwa sababu ukiangalia watu wa mbele pale. Wana watu wazuri wanakimbia vizuri unaka sana nika kwenye nafasi. Nani anayetengeneza? Uwezo kwaniambia na assist kumi, assist zenyewe za kona, assist zenyewe za faulu. Brother, ndio una mtu kama Dumbia. Una Jonathan Soa mbele, anafanyaje yule Soa? Kwa hiyo hawa waangalie hivyo hivyo, ila sisi mambo yao yote hatu hatu walaumu Simba. Simba mimi siwalaumu ni uongozi wenyewe wa Fountain Gate wameamua kuja vile. Sasa sisi tunawaambiaje? Tutawapokea kama wanavyokuja. Hii anawahakikishia. Kama mtakuja watu saba au kumi tena kwa Yanga. Wenda ligi tukwambiwa bwana, nyie kidogo mfungiwe, ah ngoja kwanza wae ende ende. Mimi nakwambia. Eh? Nakwambia kabisa. Simba anatakiwa wae makini sana, Simba timu yao kiangalia mechi ya watu Jumapili. Simba na Mlima. Mimi kitu nakiongea tena hii media mara ya pili au mara ya tatu. Simba wale jamaa wasiwadharau hata kidogo. Gaboroni, Simba wasiwadharau kwamba kwa mkapa hatoki mtu. Sisi hapa tuko nyumbani na kama hivyo unavyosikia mashabiki hawana. Ni kitu kimoja kibaya sana Simba watakao makini. Mechi hiyo wamecheza bila mashabiki. Ila ukumbuke timu ishafika robo finali. Timu mechi haina pressure. Wale wote wanaocheza pale wamepita. Huyo anayekuja anajua mtoto ni mmoja huyo. Sio kutukana majirani. Uona mtoto mmoja Wana kutukana majirani nyinyi mzai. Eh! Hey! Ndugu yangu, na hapa siri. Mkifanya masiara, msimu mnabaki mapema, hatua ya kwanza tu. Nitakuja kusema injinia mbaya, maana kama hapa mzee ulikuwa unamsikia hapa. Eti leo injinia andike barua Simba wa nyimo mashabiki. Wakati wanang'oa viti wanaonekana. Vurugu mnazonyie. Andike barua mtu mwingine wa taasisi nyingine ina kuingia akilini? Huku ndio olaambiwa nikutapatapa. Huyu ni mfamaji akose kutapatapa, ila sisi tunaambia kitu kimoja. Huo mwezi wa 12 tunaomba kitu kimoja. Kama atakuwa mzee wetu Suleiman Moroko, tunamheshimu timu ya taifa. Wote wachezaji wote wanawaita. Lakini mzee angalia, hmm. Hao wabora wasikupeleke mpaka mwezi wa 12 utakuja kupata aibu. Waache watafute kocha wasimamie mechi yao moja, waache na mizigo yao ya misumali. Hao wenzako timu hawana, wanatafuta sehemu ya kufia. Na sisi kama tutakukuta wewe mwezi wa 12, mzee tunakupiga tano. Tunakuhakikishia kabisa. Kwa hiyo wewe ukiona zigo zigorola misumari zito, bwaga pembeni, ubake na heshima yako kufundisha timu ya taifa. Hao wenzio kocha wao waliwaambia wasajili wachezaji ambao wenye factor kama Pakome mwenye kamtaji. Kasema mtu na Pakome una maxi una dube una, yani wachezaji walikuwa wameenea kila. Sasa we rafiki yangu, timu kama ile brother, mimi na Simba naomba mtani wangu hata kesho, namtaka mpira ule. Naona mara ya kumi na tano Simba tunaendelea kumfunga bwana. Shukrani sana asante sana ndugu yangu.